Inasemekana kwamba makosa ni sehemu ya kawaida ya maisha ya binadamu, lakini huko kwenye fedha bwana kuna makosa ambayo unatakiwa kuyaepuka sana kwa sababu yanaweza yakakusababisha kuendelea kuishi katika hali ya umasikini. Mimi nimeidhinishwa na benki kuu ya Tanzania kama mwelimishaji wa masuala ya kifedha ili nikuelimishe na kwa pamoja tuweze kuondoka katika jangwa la umasikini. Leo tutaenda kuangalia makosa kumi ya kifedha ambayo watu wengi wamekuwa wakiyafanya na yanayafanya waendelee kuishi katika hali ya umasikini. Kosa namba moja ni kukosa elimu ya kifedha. Elimu ya kifedha itakusaidia wewe kuweza kujua namna ya kutafuta fedha, namna ya kuitunza fedha na namna ya kuizalisha fedha, kwa sababu fedha huwa haikai kwa mtu mpumbavu. Ni Waswahili wanasema sio mimi. Na mpumbavu ni mtu aina gani? Mpumbavu ni yule mtu ambaye hajui namna ya kuitafuta fedha, hajui namna ya kuitunza fedha, lakini hajui namna ya kuizalisha fedha. Watu wengi wanajua namna ya kutafuta fedha, lakini hawajui namna ya kuitunza na kuizalisha Kosa namba mbili ni kutokuwa na bajeti. Ukikosa bajeti utashindwa kujua fedha zako zinaenda wapi. Kwa sababu bajeti ndio itakayokusaidia kuweza kuzipangilia fedha zako namna unavyoenda kuzitumia. Ukikosa bajeti utakuwa ni mtu wa kutumia hovyo hovyo hela. Mtu huyo anakuomba hela unakuwa ni mtu wa kutoa tu kwa rahisi rahisi kwa sababu hauna bajeti. Fedha zako hujazipangilia zitakwenda wapi na zitatumika vipi. Kwa hiyo unapokosa bajeti itakusababisha kwa namna yoyote ile kuingia katika au kuendelea kuishi katika hali ya umasikini. Kosa namba tatu ni kukosa kuwekeza kwenye ujuzi au elimu. Unakuta fundi cherehani au mtu yoyote yule ambaye ana ujuzi wa aina fulani anaoutumia, kila mbinu anazonitumia ni zile, zile za kizamani. Pengine mtu alienda VETA, huko ni fundi seremala lakini alienda miaka 20 iliyopita. Mpaka leo hajaenda kwenda kuongeza elimu au kuweza kuongeza maarifa ya ujuzi wake kwenye sehemu nyingine ambako unaendana na ulimwengu wa kisasa kama ni vitanda, kama ni vitanda au viti mtu bado anachonga vile vile vya kizamani. Unahitaji kujiboresha katika ujuzi wako, kuhakikisha ujuzi wako unaendana na teknolojia za sasa hivi, lakini pia unaendana na hali ya sasa. Kosa namba nne ni kuiga mtindo wa kifedha. Una rafiki, una watu ambao wanakuzunguka, ambao wana matumizi yao binafsi wanafanya kulingana na kile wanachokipata, na wewe unataka uendane na hali zao, namna ambavyo wanatumia fedha lakini wewe huwezi kujua mapato yao yapoje kwa una, unajikuta mtu unakuwa ni mtu wa kuingia katika msongo wa mawazo, kwa sababu unajikuta mtu wa kuingia pia kwenye madeni, msongo wa mawazo, kwa sababu utajikuta kile kidogo ambacho ulichokua nacho unaenda kutumia kwenye matumizi ambayo haiendani na kiwango chako cha mapato au mapato yako. Hili ni kosa kubwa sana ambalo watu wengi wanalifanya. Unaenda kununua simu ya bei kubwa sana, wakati si uwezo wako. Unaenda sehemu vacation, kwenda kula kwenye migahawa mikubwa kwa bei kubwa sana lakini kumbe ungeweza kujipikia nyumbani na kuweza kuendelea na maisha yako ya kawaida. Kosa namba tano ni kutojali upangaji wa kustaafu. Na hili kosa wamekuwa wakifanya watu wengi sana ambao ni waajiriwa hasa katika taasisi za binafsi, lakini pia katika ofisi za kiserikali au taasisi za kiserikali. Unakuta mfanyakazi wa serikali anafanya kazi mpaka kufikia kustaafu, lakini baada ya kustaafu, huwa tunaona kwa maaskari askari unakuta na mstaafu jeshi la polisi au jeshi la wananchi lakini baada ya kustaafu amestaafu, ame alikuwa anafanya kazi ya kushika bunduki lakini akisha staafu anaenda kulinda fremu za maduka na hiyo si kwa sababu ya kitu kingine ni kuto kujiandaa mapema na kustaafu ni lazima wewe ujiandae kustaafu usifikirie kufanya kazi serikalini au sehemu yoyote ile mpaka kufikia miaka 60 unaweza ukaacha kazi mapema na ukaweza kuendelea na mambo yako mengine unapaswa kujipanga kustaafu mapema. Kosa namba sita ni kukosa akiba ya dharura lini. Unapokosa akiba ya dharura kitu ambacho kitakwenda kutokea ni kwamba, uh, siku zote changamoto hutokea katika maisha ya binadamu, na pindi changamoto ambapo inatokea, kuna changamoto zingine zinaweza zikaja kubwa kiasi kwamba unaweza ukashindwa kama hauna akiba namna gani ya kusovu. Sasa kama utakuwa mtu ambaye unakosa akiba ya dharura, kila siku utakuwa ni mtu wa kukopa kuna watu wengi ambao wamekuwa kila miezi wao wana matatizo wao tu, na unakuta mtu ni mfanyakazi wa serikali au ameajiriwa sehemu au amejiajiri, lakini kila siku yeye ni mtu wa kukopa. Kwa nini? Ni kwa sababu haweki akiba, fedha anayoipata yote anaitumia yote. Unatakiwa ukipata fedha, kitu cha kwanza utoe hela kwa ajili ya kuwekeza, utoe hela kwa ajili ya akiba, utoe hela kwa ajili ya matumizi ya lazima au mahitaji, alafu baada ya hapo utoe hela kwa ajili ya matakwa au matamanio na hapo ndipo ambapo utakuwa unaenda na mtiririko mzuri sana na utaweza kuepuka na madeni ya mara kwa mara. Tenga akiba ya dharura. Kosa namba saba ni kukosa uwekezaji. Watu wengi wamekuwa wakijikita, wanaingia kwenye mchakato wa kuchukua fedha na kwenda kuwekeza sehemu, benki au kuweka sehemu ambazo zile hela hazizai. Unatakiwa ujue namna ya, nimesema mpumbavu ni mtu ambaye inawezekana hajui namna ya kutafuta fedha au anajua lakini hajui namna ya kutunza fedha zake na namna ya kuzalisha fedha. Inakuwa ni vizuri zaidi ukizalisha, usiweke fedha ikae sehemu moja na pasipo kuzalisha. Inabidi huwe mtu wa kuwekeza, jikite katika kuwekeza katika maeneo ambayo ni active investment, lakini pia wekeza katika passive. Na unapofanya maamuzi ya kuwekeza, zingatia zile kanuni ambazo zinaendana na mifumo ya uwekezaji. Zingatia umri wako pindi unapofanya mahesabu ya kuwekeza ili uweze kujua ni kiasi gani upeleke kwenye active kiasi gani upeleke kwenye passive. Kosa namba nane ni kuto kiji, kujikinga na athari za madeni. Ni kawaida madeni huwa yanaweza asiepukike kwa namna yoyote, tunakopa kiuhalisia. Hata mimi mwenyewe huwa nakopa, lakini kwa namna yoyote haya madeni ambayo tunakopa huwa yana athari kubwa sana. Athari zinazoweza kujitokeza kwenye madeni ni kwamba unaweza ukavunja uaminifu wako kwa watu au kwa kwa jamii ukiwa mtu wa kukopa kila siku, alafu unaanza kuzungusha watu ambao wanakukopesha, ni lazima uaminifu utavunjika, watu watakosa kukuamini. Watu wakikosa kukuamini, siku nyingine utapatwa na changamoto, watashindwa kukusaidia. Lakini sio tu watu wanaokuzunguka, kuna watu leo wanakopa kwenye mabenki, wanakopa kwenye mpesa, kwenye pesa. Kuna kitu kinaitwa credit score, kama, kama ulikuwa haujui au unajua ni kwamba Credit score, sasa hivi mfano hapa Tanzania kuna mfumo umeandaliwa credit score na Benki Kuu ya Tanzania, ni kwamba pindi utakapokopa fedha hata kwenye mpesa alafu lile deni usililipe, pindi utakapoenda baadaye kwenda kukopa benki yoyote ile, watakuambia sisi hatukukopeshi kwa sababu kwenye mfumo unaona unadaiwa na tigo pesa au mpesa, ulikopa au kuwalipa. Nenda kawalipe kwanza hawa, alafu uje kwetu uchukue mkopo. Kwa hiyo ukishindwa kulipa madeni unaweza ukaribu hata credit score yako kitu ambacho kitakunyima fursa nyingi huko mbele. Kitu kingine, kosa jingine ambalo watu wengi wamekuwa wakiifanya ni kutojenga e, mtandao wa kifedha, kutojenga mtandao wa kifedha. Mtandao wa kifedha unahusisha pamoja na e, wafanyabiashara au watu ambao tayari wana mafanikio makubwa ya kifedha au ya kiuchumi. E, mtandao wa kifedha unahusisha wataalamu wa masuala ya kifedha kama mimi. Unapaswa kuwa na mtu wa karibu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kifedha kupa elimu na kukushauri mambo kadha wa kadha kuhusiana na michakato mizima ya namna ya kutafuta fedha, namna ya kuitunza fedha na namna ya kuzalisha hasa kwenye uwekezaji. Lakini kosa la mwisho kabisa ambalo watu wengi wamekuwa wakilifanya na tunatakiwa kuliepuka au unatakiwa kuliepuka ni kutegemea kipato kimoja pekee. Watu wengi wamekuwa wakihisi kwenye huu ulimwengu wa kutegemea kipato kimoja pekee. Hautoweza kutajirika au kufikia uhuru wa kifedha kwa kutegemea pato. Aidha, wewe ni daktari, wewe ni muuguzi, wewe ni mwanasheria, kama unaishi kwa kutegemea kipato kimoja au inawezekana ukawa tu mfanyabiashara ambao una biashara yako labda unauza nguo Kariakoo au sehemu yoyote ile ikiwa unategemea kipato kimoja tu, yani chanzo kimoja cha mapato, ni ngumu sana kuweza kutajirika na kufikia uhuru wa kifedha. Inaweza ukatajirika lakini unaweza ukatumia muda mrefu sana. Kwa hiyo haya ndio makosa au makosa kumi ya kifedha ambayo watu wengi wamekuwa wakiyafanya. Yapo mengi zaidi, lakini haya ni machache tu, na hili ndio kosa kubwa ambalo watu wengi linawafanya waendelee kuishi katika jangwa la umaskini, kwa sababu kile wanachokipata chote kinajikuta kinaenda kutumika katika mahitaji ya msingi, kitu ambacho huwezi kuzuia. Kama una kosa lolote lile ambalo unalifahamu linaweza likaingia hapa, unaweza kuniandikia kwenye komenti au ka ukashia pamoja na watu wengine ili mradi waweze kujifunza zaidi. Asante na kutakia wakati mwema.